Miaka kadhaa iliyopita nilikutana na kitabu ambacho kilikuwa na ahadi ya kuthubutu kabisa kwenye kichwa chake. Kichwa chake kilikuwa jinsi ya kubishana na kushinda kila wakati. Sijakisoma, lakini nina uhakika mwandishi anajua zaidi kuhusu mada hiyo kuliko mimi. mimi mimi sishindi kila hoja. Kwa kweli, siwezi hata kumshawishi mke wangu kwamba donuts zilizofunikwa na chokoleti ni nzuri kwa afya. Labda ningepaswa kusoma hicho kitabu. Ni kuambia Yesu amekuwa akifuatwa na kusumbuliwa na watu wanaopenda kubishana sana katika huduma yake yote, na na tunawafahamu baadhi yao, ee kama Mafarisayo ndivyo walivyoitwa. Sasa kwa upande wa Mafarisayo, waliamini kwamba wangeweza kushinda kila hoja na kuwashangaza watu wote kwa ujuzi wao, lakini kama tulivyoona, hawakuwa na uwezo wa kumshinda Bwana Yesu. Sasa katika utafiti wetu wa matukio kwa mpangilio wa Injili bado ni Jumanne ya wiki ya Pasaka na Yesu bado anafundisha hekaluni, na sasa tunasoma katika Mathayo 22 kinachotokea baada ya hapo mstari wa 15: Kisha Mafarisayo wakaenda na kupanga njama ya kumtega kwa maneno yake. Sasa wamekuwa wakijaribu kumtega Yesu kwa maswali ya ujanja, unajua, ili kumfanya aseme jambo fulani au achukue msimamo ambao unaweza kumtenga na Wayahudi au hata kumfanya aweze kushitakiwa na mamlaka za Kirumi. Cha kuvutia hapa ni kwamba Mafarisayo wameungana na watu wanaoitwa Maherode, ambao wametajwa hapa kwenye mstari wa 16 wa Mathayo 22. Sasa hadi sasa tumezoea sana Mafarisayo, sivyo? Hawa ni watu wenye bidii sana katika kutunza sheria na mapokeo ya kibinadamu. Wanataka kujipatia haki yao wenyewe. Lakini pia walichukia sana uwepo na utawala wa serikali ya Kirumi. Sasa, kwa upande mwingine, Maherode walikuwa wamejikita sana kwenye siasa. Walimuunga mkono Mfalme Herode na familia yake ya kifalme. Na walipatiwa kwa heshima jina la Maherode kutoka kwao. Sasa Mfalme Herode alitawala kwa kuteuliwa na serikali ya Kirumi. Kwa hiyo Maherode na serikali ya Kirumi walikuwa wakisaidiana. Walikuwa wamechanganyika kabisa pamoja. Na nasema yote hayo kwa sababu Mafarisayo na Maherode hawakupendana. Hawakuweza kuelewana kabisa. Lakini ghafla hapa wamekuwa marafiki wakubwa. Kwa nini? Ni kwa sababu wote walimchukia Yesu na kama msemo wa zamani unavyosema, adui wa adui yangu ni rafiki yangu. Sasa wamekuja wakiwa marafiki wazuri na wanataka kumtega Yesu kwa swali hili hapa kwenye mstari wa kumi na saba: Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Sawa, hili ni swali la ujanja kweli, swali la hila kidogo. Kama Yesu atasema ndiyo, mnapaswa kulipa kodi kwa Roma, basi watu wataanza kunungunika kuhusu huyo nabii wa Mungu. Anaweza kuchukuliwa kama msaliti wa taifa la Israeli. Unajua, labda ana ushirikiano na Roma. Lakini kama Yesu atasema hapana, sidhani kama mnapaswa kulipa kodi zenu kabisa, basi atakuwa kwenye matatizo na dola ya Kirumi, kwa sababu milki hazipendi watu wanaokwepa kodi, sivyo? Sasa Yesu atatoka vipi kwenye mtego huu? Sasa kabla ya kuwajibu Yesu anawavua vinyago vyao, na anawaambia hapa kwenye mstari wa kumi na nane, kwa nini mnanijaribu enyi wanafiki? Kwa maneno mengine, ninajua mnachofanya, hamhitaji jibu, mnataka tu kunitega. Kisha Yesu anaendelea kwenye mstari wa kumi na tisa, nionyesheni sarafu ya kodi. Basi anapoonyeshwa denari moja ya Kirumi anauliza hapa kwenye mstari wa ishirini, picha hii na maandishi haya ni ya nani? Nao anajibu ni ya Kaisari. Hivyo Yesu anasema kwenye mstari wa ishirini na moja, mpeni Kaisari vilivyo vya Kaisari, na Mungu vilivyo vya Mungu. Kwa kifupi, anasema kama sarafu ina picha ya Kaisari basi ni ya dunia hii na mnalazimika kulipa kodi za dunia hii. Lakini Yesu anaenda moja kwa moja kwenye kiini cha tatizo kwa kuongeza sentensi hii, lakini mpeni Mungu vilivyo vya Mungu. Unaona tatizo lao halisi hapa siyo la kodi, eh, la kodi. Ni tatizo la moyo. Hawajawahi kumpa Mungu kile wanachomdaiwa, yaani mioyo yao na maisha yao. Unajua, napenda sana hapa kwamba hakuna jibu lolote kutoka kwa Mafarisayo wala Maherode ungeweza kusikia kimya kabisa huko kwenye ua wa hekalu basi mstari wa ishirini na mbili unasema kwamba wale waliomsikia yesu walishangaa neno hilo kushangaa linamaanisha walibaki midomo wazi kwa kina na werevu wa jibu lake sasa wanaofuata kumjaribu yesu ni masadukayo hapa kwenye mstari ishirini na tatu masadukayo kwa njia walikuwa na ushawishi mkubwa kwenye sanhedrini mahakama kuu Kuhani mkuu alitoka miongoni mwa Masadukayo. Wao walishikilia sana sheria ya Musa. Wao kwa kweli walikuwa waaminifu tu kwa vitabu vitano vya kwanza vya Agano la Kale. Kwa sababu hiyo, hawakuamini malaika, waligoma kabisa kuamini aina yoyote ya ufufuo wa wafu. Hawakuamini kabisa kuhusu maisha ya milele yajayo. Sasa ni swali gani la ujanja Masadukayo wamejiandaa nalo hapa? Naam, haishangazi wana swali la ujanja na linahusu ufufuo. Sasa tena hawana nia ya kupata jibu, wanachotaka tu ni kujaribu kufanya imani ya Yesu kuhusu ufufuo ionekane ya kipuuzi au ya ajabu. Naam, hapa kuna swali aya ishirini na nne. Mwalimu, Musa alisema kwamba kama mwanaume akifa bila kuwa na watoto, ndugu yake lazima amue mjane wake na amzalie ndugu yake watoto. Sasa kulikuwa na ndugu saba miongoni mwetu. Wa kwanza alioa na akafa, na kwa kuwa hakuwa na watoto, alimwacha mke wake kwa ndugu yake. Vivyo hivyo wa pili na watatu hadi wa saba. Baada ya wote hao yaani wote walikufa, yule mwanamke naye akafa. Sasa katika ufufuo, basi, kati ya hao saba atakuwa mke wa nani? Maana wote walikuwa naye. Hivyo basi, hii ndiyo swali lao la ujanja. Huyu mwanamke alikuwa na waume saba na wote walikufa. Lazima nikuambie ningekuwa na wasiwasi kidogo na huyo mwanamke, ukimua, huenda usiishi muda mrefu. Lakini turudi kwenye hoja kuu, atakuwa mke wa nani mbinguni? Yesu anajibu kwa kukemea vikali hapa kwenye mstari wa 29. Mmekosea kwa sababu hamjui maandiko wala nguvu ya Mungu. Kile Yesu anachomaanisha hapa ni kwamba nini wanaume hamjui chochote kuhusu Biblia na hamjui chochote kuhusu tabia ya Mungu. Kwa njia, naamini Yesu angesema jambo hilo hilo kwa viongozi wengi wa dini katika dunia yetu leo. Hawajui Biblia kabisa na kwa kweli hawajui chochote kuhusu tabia ya Mungu. Basi Yesu anaendelea hapa kwenye mstari wa thelathini na kuambia, katika ufufuo hawawani wala hawaolewi, bali watakuwa kama malaika mbinguni. Kwa maneno mengine, ndoa haiendelei milele. Wenzi wa ndoa hawabaki eh, wamewana milele yote. Sasa sijui kuhusu wewe, lakini nafikiri mke wangu anaweza kufarijika na ukweli kwamba hatalazimika kuwa na mimi milele. Basi taasisi ya ndoa haipo tena mbinguni. Hilo ndilo jibu la Bwana Yesu. anaendelea kuwaambia hapa kwenye mstari wa thelathini na moja kuhusu ufufuo wa wafu, hamjasoma yale Mungu aliyowaambia? Sasa wako hapa wakijikuna vichwa wakijiuliza ni mstari gani Yesu anazungumzia. Basi Yesu anaendelea na kunukuu maneno ya Mungu kwa Musa kwenye kichaka kinachowaka moto hapa kwenye mstari wa 32. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na Yesu anatoa maoni hapa, yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Sasa Yesu anamaanisha nini hapa? Hii inahusianaje na jibu lake? Basi Mungu alizungumza na Musa mamia ya miaka baada ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo kufa lakini Yesu ananukuu Mungu Baba akizungumza kwa wakati uliopo: yeye ni Mungu wa Ibrahimu, yaani si kwamba alikuwa Mungu wa Ibrahimu. Yesu anaeleza wazi kwamba Ibrahimu, Isaka na Yakobo bado wako hai ingawa walishakufa. Sasa kwa hilo, nadhani unaweza kusikia kimya kikubwa tena pale uwanjani. Masadukayo wamebaki kimya kabisa. Mstari wa 33 unasema kwamba watu walishangazwa na mafundisho yake, tena wameshtushwa na undani wa majibu yake. Yesu anatoa majibu ya ajabu na ya busara sana kwa maswali haya magumu, na yesu anawarudisha wote darasani, anageuza mawazo yao wapi? Kwenye maandiko matakatifu. Na na si hilo ndilo tatizo, si hilo ndilo tatizo ambalo watu wengi wanalo leo. Wao wanajaribu kuelewa maisha na hata maisha baada ya kifo, huku wakipuuza kile ambacho Mungu tayari amesema kwenye Biblia. Basi tuamini neno lake leo, tusijaribu kushindana na Mungu kwa hoja. Hebu hebu tumwamini, hebu tumfuate yeye, tukabidhi maisha yetu kwake. Leo tuweke katika vitendo yale tuliyojifunza kutoka kwenye Biblia.